Mapokezi ya wananchi wa kata ya Mngata wilayani Mlimba kwa mgombea wa urais wa Chama cha Ukombozi wa Umma cha umma Salum Mwalimu ambaye amefika kwa ajili ya kampeni za kuomba kupigiwa kura katika uchaguzi mkuu ujao. Wenzangu walichagua SGR, sawa, sina shida. Wenzangu wakachagua Bwana Mwalimu Nyerere, sawa, sina shida. Mimi nachagua kilimo. Tutapeleka matrilioni ya shilingi kwenye kilimo, hiyo hakuna mjadala. Tutengeneze ajira, tutengeneze vipato, tuondokane na umaskini, tuongeze chakula kwenye nchi yetu. Wananchi wa mlimba waliojitokeza kusikiliza ilani za chama cha ukombozi wa umma wameelezwa mpango wa, wa CHAUMMA katika ukuzaji wa uchumi. Morogoro ilijaa viwanda, viwanda vikafa. Tutarudisha heshima ya mkoa wa Morogoro sera yangu ya viwanda. Mkoa wa Morogoro, jiandaeni kula neema ya sera yangu ya viwanda kwa sababu moja ya mikoa ya kimkakati ni mkoa wa Morogoro, tutalenga viwanda Morogoro. Nenda kapige kura ya ukombozi, kukomboa michango, kukomboa barabara, kukomboa maji, kukomboa kiba kula, kila aina balaa uondokwe katasi ya kupiga kura kila katasi ya kupiga kura, usisome jina, angalia ngumi imekaa namna. Wananchi wanataja vipaumbele vyao kwa viongozi watakaochagua sisi hapa Mlimba tunatamani kipaumbele cha kwanza barabara kusabu umasika, si kwa sababu wakati wa masika tunapata changamoto sana. Sisi wazazi kutoka hapa kupelekwa Ifakara. Maji ni shida, maji ni shida sana. Hawategemea maji ausema wa wataleta maji Awe, maji lakini mpaka leo bado hajaleta, pamoja na kilimo na viwanda. Wananchi wamepewa ahadi wa ya kuboreshwa sekta ya afya, miundombinu ya barabara na elimu. Emmanuel Kalemba, Azam News, Mlimba.